Tuilinde amani hii tuliokuwa nayo maana tumerithi. Tusikubali kabisa Watanzania kubadilishana gololi na alimasi. Penda tuwaombe Watanzania waiombee nchi yetu katika kipindi hiki, huko aliko kila mtu kwa imani yake amuombe Mungu nchi yetu ikawe salama na ikazidi kustawi. Rai yetu ya pili kwa Watanzania na hasa walio Ubungo tunaomba wajitokeze kwenda kupiga kula siku ya tarehe 29 Jumatano Oktoba 2025, ili kutimiza ule wajibu wa kikatiba kwenye katiba yetu ya Tanzania. Lakini rai yetu ya tatu tunawasii wa Tanzania tudumishe ile amani ambayo tumekuwa nayo siku zote. Hatuna desturi ya ghasia, hatuna desturi mbaya ya maandamano, hizo sio desturi zetu. Hebu tuendelee kudumisha amani na kuwa watulivu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 hatuna nchi nyingine mbadala tutakayoenda sisi kikiwa kimeenuka katika nchi ya Tanzania.